U hali gani, ndugu mtazamaji wa chaneli yako pendwa ya Exodus, na mimi ukiniangalia hapa ni Buheli wa afya, na hapa ukiangalia tupo kwenye mazingira mazuri kabisa. Nipende kukukaribisha hapa kwa mahojiano machache ambayo tunaenda kuyafanya na mwalimu hapa ambaye atajitambulisha yeye ni nani kutoka shule gani na atatuambia tupo hapa kwa lengo gani. Karibu, heshima yako mkuu. Nashukuru. Sawa, mimi kwa jina ninaitwa Jacob Isaac Mkumbo, ni mkuu wa shule ya Exodus English medium school. Shule yetu iko wilaya ya Misungwi, tarafa ya Misungwi na kata ya Misungwi, karibu na uwanja wa Gwambina. Leo tuko kama shule ya awali, yani pre primary school, wazungu wengine Wajerumani wanasema kindergarten. na maana ya kindergarten, maana yake watoto wanajifunza kulingana na mazingira kwa maana hiyo leo tumetembelea eh, kat, eh, kando ya jiji la Mwanza, sehemu moja inaitwa Malimbe eh, nje kidogo ya chuo kikuu eh, cha St Augustine eh, kuna zoo moja maarufu sana, kuna starehe zote unazozijua duniani za kuanzia mzee mwenye miaka mia mpaka mtoto mwenye umri wa miaka miwili. Kwa maana hiyo leo tumefanya eh, study tour kwa lugha ya Kiingereza lakini kwa lugha yetu ya Kiswahili ki tunasema leo tumefanya ziara ya kimasomo, lakini papo hapo hapo tukiwa na ziara ya kujiburudisha na shule ya msingi ya awali ya Exodus. Japo tuna eh, primary school, lakini leo tumekuja tume nje na shule ya msingi ya awali I mean, pre, pre primary school. Asante sana mkuu kwa maelezo mazuri kabisa. Labda mimi pamoja na watazamaji tungependa kujua, uh, ni nini manufaa hasa ya ziara hizi ambazo zinafanyika Exodus. Uh, useme manufaa kwa watoto na pia utuambie manufaa kwa walimu wanaowafundisha watoto hao. Manufaa yako mengi, lakini kimsingi eh, shule ya Exodus inakuza vipaji na inakuza eh, moyo wa ushirikiano, inakuza moyo wa utafiti eh, tuko hapa kuwafanya vijana wa, wa, waone dunia ilivyo eh? uwezi ukamsomesha mtoto kwenye shule maalum mm? shule kama ya Exodus, alafu mfungie ndani eh, ni lazima atoke aone dunia inafanyaje. Kwa mfano ukiangalia hapo kwa mbali, unaona kuna magari ya serikali, kuna kuna yani hii ni zoo zoo, manake ni kama vile umempeleka Serengeti National Park. Kwa hiyo tunajenga e, tunajenga ujasiri kwa wazazi, yaani kwa jamii ya watu ambao wanawamiliki hawa watoto wajue ya kwamba watoto wanatakiwa kwanza kujua rasilimali zao za taifa, ya kwamba hizi ni rasilimali zetu, na hapa tayari tunafundisha ujasiri na ujasiriamali. Mtoto anajua, ah, kumbe naweza, kumbe naweza nikajenga naweza nikajenga bwawa, watu wakaja wakalipa fedha na nikapata nikapata mahitaji yangu. Kwa hiyo tumewaleta hapa kuwafurahisha, kujenga urafiki kati ya walimu na wanafunzi eh, kuwafanya ku, wanafunzi wafurahie kuwepo kwao katika shule yetu, na kama ulivyoona wameona wanyama na vitu vingine. Labda nisiongee mambo mengi, lakini kimsingi ni ya kwamba ni kujenga undugu na ushirikiano kati ya wazazi, walimu na wanafunzi. Karibu sana. Sante, labda unaweza ukatupitisha kidogo, ni wanyama wapi pamoja na ndege ambao leo wameweza kuonwa na watoto wako? E, leo watoto wangu wa e, wameweza kuona ndege wa aina nyingi sana. E, wameweza kuona ndege mkubwa kuliko ndege wote duniani, mmojawapo, nadhani mnamjua, anaitwa mbuni, na mbuni walioko Wag Hill, Wag Hill ni wale mbuni African ostrich ambao ndio mbuni wakubwa kabisa na tumeweza kuona eh, kanga kanga special kabisa, sijawahi kuwaona hata wale kangapori hapa kuna kangapori, alafu kuna kanga fulani hivi wa blue ambao nimeshangaa kabisa hata mimi nilikuwa sijawahi kuona. Kwa hiyo pamoja na ya kwamba watoto wamefurahia, mimi mwenyewe nimeona. Alafu kuna kware kuna kware kuna njiwa kuna kuku yani, kuna aina nyingi ambao wengine siwezi kuwataja. Pia eh, kwenye idara ya wanyama tumeona kwa kweli, kuna twiga E, kuna swala, kuna, kuna mnyama anaitwa e, pofu. E, tumeona wale wale mnaoita nini nyumbu. E, na siku hizi ukisema nyumbu na maana ya kwamba hauna akili yani <gibu> <gibu> paliki, together, alikuwa anasema e, zero brain. Zero brain lakini akatoa maelekezo yake ya kwamba e, wanyama wale pia wana akili zao kwa maana ya kwamba wanapokumbana na hatari wanakimbilia kwenye maji ndio maana Kiingereza wanaitwa water, water back kwa maana kwamba anakuwa backed by water katika kusevu maisha yake. Kwa kweli watoto wamefurahia sana, tunashukuru kwa hili. Asante sana mkuu. Uh, najua hizi ziara eh, bila kupepesa macho zi, ni, zinatumia gharama na mimi ni, pamoja na watazamaji uh, tungependa kujua unatumia mbinu gani kuwashawishi wazazi, kwa sababu tunajua kwamba gharama ni kubwa sana au ni shule yenyewe tu inagharamikia kila kitu Exodus English Medium School? Uh, kwanza nipende kumshukuru mkurugenzi Mama uh, Florian uh, Gabriel Mushi. Hii ni shule ya jamii amewajengea uh, raia au wananchi wa, wa mkoa wa Mwanza especially wilaya Misungu ya Misungwi, ya kwamba hii ni shule yao. Kwa hiyo gharama zinakuwepo tu, ni gharama za kawaida na watu wasiogope ya kwamba labda ni shule za gharama. Kwa mfano tulivyofanya hii, hii tua, wazazi wameshiriki kwa asilimia tisini na tisa. Watoto ambao hawakuja ni wale ambao labda wana changamoto za kiafya tu, lakini wazazi wamechangia, maana wamechangia chakula, wamechangia usafiri, wamechangia eh, vinywaji, eh, na vitu vingine vidogo vidogo na kiingilio. Hakuna kitu ambacho ni kikubwa kabisa kinachotakiwa kufanyika kwenye hizi shughuli za uchangishaji uaminifu e, mzazi akigundua hela yake unaitumia isivyo una una una foji hiyo sasa ni shida nyingine lakini ukiwa mwaminifu kamati ya wazazi inakuwepo wao ndio wanapiga mahesabu wanajua mtoto wangu mtoto wetu atatumia hiki na hiki hizo ndio mbinu uaminifu transparent hmm, uh, asante sana kwa majibu mazuri tukiwa tunaelekea mwisho sasa wa mahojiano haya ni uh, nini wito wako kwa wale wafuatiliaji ambao wanakufuatilia sasa hivi ikiwa ni pamoja na wazazi pamoja na walezi wote na wadau wa elimu hapa Tanzania? E, dunia inabadilika. Zamani tulikuwa tukisoma kwa kutumia e, wanasema asili Yaani you use the natural resources ambazo zipo lakini sasa hivi tumeenda katika dunia nyingine kabisa. Kwa maana hiyo, eh, nitoe nipende kutoa wito wazazi, wadau, walezi walete watoto katika hizi shule za English Medium School. Wewe kama huko eneo la Mwanza, mm? Mwanza mjini Misungwi, sijui huko Kungumalwa, shule yako iko, shule bora kabisa, ina viwango vya kitaifa eh, kwa sababu hata ukiangalia ule ufaulu wetu ufaulu wa darasa la nne, ufaulu wa darasa la saba tunapata lile daraja bora yani, the first class pass mark assessment. Kwa hiyo, e, wazazi wasidhani ya kwamba shule bora ziko Dar es Salaam au Dodoma au Arusha e, shule bora ziko mkoa wa Mwanza kanda ya Ziwa, tena Misungwi pale Exodus. Utakuta na magwiji walimu waliobobea katika ufundishaji na tunashukuru. Kitu kingine ni kwamba tumeweza kujenga misingi ya uaminifu Eh, hakuna ufujaji. Watoto wanakula vizuri, watoto wanalala vizuri, watoto wanapendwa, watoto wanahudumiwa kama wateja eh, sio kama, kama mtoto ambaye amekuja kujifunza. Unajua huyu amekuja kujifunza lakini ni mteja, kwa kwa hiyo anahudumiwa kwa kiwango kile ambacho ni kizuri kabisa. Kwa hiyo natoa wito wazazi waweze kuleta watoto katika shule bora kama ya Exodus. Asante sana, naamini wazazi na walezi ambao mnatufuatilia sasa hivi umepata ofa kutoka kwa mwalimu mkuu wa shule ya Exodus ambayo inapatikana katika wilaya ya Misungwi, muweze kuleta watoto wenu wapate elimu bora. Naam mkuu, wakati uh, mwanzoni unaeleza ratiba ya, ya watoto kuhudhuria ziara mbalimbali uh, umeongelea watoto hawa wadogo, lakini kuna hiyo uh, shule ya msingi eh, labda utupe kwa ufupi Eh, kituo kinachofuata ni wapi? Kituo kinachofuata eh, ni kituo cha darasa la kwanza na la pili eh, wale nao wana vipaji vyao na vipaumbele vyao. Baada ya pale la, eh, tuna darasa la tatu na la nne, then tutakuwa na darasa la tano, la sita na la saba. Wao tunataka waende kumwona eh, Spika wa Bunge Dr. Tulia uh, Ackson Tulia, Tulia kama unavyojua ni mbunge wa mabunge ya dunia nzima. Tuna watu wenye vipaji, tunataka kuwaonyesha kwa watoto kwamba Watanzania tuna uwezo. Kwa hiyo tunawapeleka bungeni, tunawapeleka wakaone vitu vingi. Kwa mfano, tunataka kwenda Kondoa Irangi, tunataka kwenda eh, eh, bwawa, bwawa la, la, la, la, la, la Kidatu. Eh, tunapowafundisha waone real things, historical things na waone vitu ambavyo ni vya kisayansi kabisa. E, geographical things waone, political things, wajifunze vitu vya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Kwa hiyo ni waandae wazazi ya kwamba tutakapokuwa tumetoka midterm, tutaomba basi mtuunge mkono ili watoto, yani mtoto wako anaposoma Exodus, akitoka, akikutana na watoto wengine, we unajua kabisa, huyu mtoto ana elimu, huyu mtoto ana study za kimaisha, huyu mtoto anajitambua, huyu mtoto ana uwezo wa pambana na dunia tuliyo nayo, na asante sana, asante. Uh, asante. Nadhani mimi mwenyewe ni shahidi kwa kweli, nimekuwepo hapa tokea asubuhi, watoto wamefurahia, na bila shaka hapa wanajiandaa kwenda kupata chakula e. Kwa hiyo wazazi mmeombwa, uh, wanafunzi wanapoelekea mid-time, watakaporudi basi mwendelee kuonyesha huo ushirikiano, ili watoto waendelee kujifunza darasani, lakini pia na kwenye mazingira yao harisi Neno la mwisho kabisa, wakati tukiwa tunaelekea kufunga sasa, tunapoelekea kufunga sasa hivi tunaenda kupiga sasa, menyu. Unajua, mahali popote pale penye sherehe, hakuna sherehe bila ya nini? Ya menyu. Kwa hiyo tunaenda kupiga menyu, na tukimaliza tunafanya ibada, tunarudi tunarudi shuleni kwetu. A, nipende kuwahakikishia wazazi ya kwamba watoto wamefurahia sana ziara hii, wameogelea Wameona wanyama, watakula chakula kizuri, hakuna mtoto aliyepigwa wala aliyelia. Aliyelia ni ule uoga, labda akamwogopa swala <laughs> lakini mwisho yoyote, wote waliweza kufurahia maisha. Kwa hiyo niwakaribishe kabisa wazazi wetu e, ya kwamba tushirikiane sisi Exodus, tunachukulia shule e, tunachukulia wanafunzi ni wateja, ni watoto wetu Yaani, ukiachana na swala la kiuchumi ya kwamba mnalipia ada na nini, lakini walimu wanawapenda watoto kama watoto wao. Kwa hiyo karibuni sana, nawakaribisha kwa mikono miwili, mjisikie mko nyumbani unaposomesha mtoto Exodus. It is a family school. It is a community school. It is a friendly school. Hakuna kinachoshindikana Exodus. Leta mtoto. asante sana kwa maelezo mazuri. Na ndugu mtazamaji wa chaneli yako pendwa kabisa ya Exodus e, chaneli ambayo inamilikiwa na shule ya msingi ya Exodus ambayo inapatikana katika wilaya ya Misungwi mkoani Mwanza. Tumekuwa na mazungumzo hapa mazuri kabisa na mwalimu mkuu Mr. Jacobu Mkumbo. Aa, mimi sina mengi zaidi, endelea kufuatilia, hakikisha una subscribe ili uwe wa kwanza kupata matukio yetu. Asanteni sana na niwatakie wakati mwema.